Mimi kwa majina naitwa eh, Mbazicha Nickson Isaya wa kanisa la International Reformation Church. Ni mwanzilishi wa taasisi hii, mwenyekiti na askofu mkuu wa kanisa la International Reformation Church Tanzania, ambalo linapatikana wapi? Ambalo linapatikana Tabata Kisukuru Migombani. Huu ni mwaka wa uchaguzi katika taifa letu la Tanzania. Eh, mimi mawazo yangu kutokana na hali halisi ya nchi yetu, mimi maoni yangu ningependekeza kwamba kwanza haki itendeke. Haki itendeke kwenye uchaguzi huu, kwa sababu neno la Mungu linasema haki huinua taifa. Bila haki, taifa haiwezi kuinuka, kwa sababu watu wengine watakao nyimwa haki watakuwa na jaziba, wengine wataamua kuleta fujo kwa sababu ya kukosa haki. Kwa hiyo haki ikitendeka, inapunguza matatizo, ugomvi, kelele za watu. Kwa hiyo mambo yakifanyika katika haki yakafanyika kwa uwazi na ukweli, watu wanalizika, hata kama ameshindwa, ame analizika kabisa. Na watanzania nao, napenda kuwambia nini, mimi napenda kuambia Watanzania wajitokeze kwanza kila mtu atumie haki yake ya msingi ya kumchagua kiongozi anayemtaka ambaye anaona nafaa, bila kuangalia ni nani au nani. Hata kama yuko kwenye chama ambacho akipendi, akiona anafaa kuongoza, ampe haki yake aongoze. Sio lazima awe ni chama changu, inawezekana akawa ni mwana yuko kwenye chama chako lakini hafai. Chagua kiongozi ambaye unaona anaweza kutuletea maendeleo anaweza kutuletea manufaa, sio ili mradi kwa sababu yuko kwenye chama changu. Chagua mtu ambaye anafaa. Unamaanisha kwamba watu wasichague chama, wachague mtu? Yani mimi kwa mapendekezo yangu, wachague mtu, asichague chama, kwa sababu unapochagua chama unaweza ukachagua mtu ambaye hafai. Mimi nafikiri kwa habari ya wasimamizi, wamepewa dhamana kuu ya kusimamia maswala ambayo ni ya nchi au taifa kwa ujumla. Nchi yetu ni amani, lazima tutengeneze mazingira ya amani katika nchi yetu, sio kuonyesha kwamba vyovyote itakavyokuwa tunaenda tu. Hiyo sio lugha nzuri katika kutafuta amani ya nchi yetu. Kuna ndugu zetu walemavu, wasioona, wengine walemavu wa miguu, na wenyewe, unazungumzia vipi kwa habari ya vituo sasa? Ya nafikiri walemavu waangaliwe waangaliwe tena kwa sababu wana haki ya kimsingi ya kuchagua viongozi wanaowataka. Kwa hiyo watengenezewe mazingira mazuri na waangaliwe mapema, walemavu watengewe maeneo ambayo wataweza kupiga kura bila kusumbuka au kukaa kwenye foleni kwa muda mwingi. Ya dini, ya yetu. Asante. Nafikiri nafasi ya kanisa au viongozi wa madhehebu au dini wanatakiwa washiriki kikamilifu pia kulinda amani ya nchi yetu, kwa sababu wao ndio wanadhamana kubwa, wana watu wengi ambao wako chini yao, watangaze amani watangazie watu wao kuwa watulivu kipindi cha amani, watangazie watu wao kushiriki kuchagua, kwa sababu ni haki zao za msingi kuchagua viongozi ambao wataliongoza taifa letu Tanzania, tena kwa amani, sio sawa? Kwa sababu dini au dhehebu halina chama, utakuta ndani ya kanisa kuna watu wa vyama mbalimbali. Sasa kama utapigia de debe labda chama fulani kwanza we mwenyewe ndani ya kanisa umeleta mgawanyiko, umeleta shida, alafu pia unaingia mambo ambayo sio ya kwako. Kanisani sio uwanja wa kufanyia siasa, au misikitini sio maeneo ya kufanyia siasa. Unapoingiza siasa kanisani au misikitini, ina maana unaleta fujo, unaleta kitu ambacho sio na ni mahali ambapo sio pata Asante. naomba urudie majina yako na huduma. Mimi majina yangu naitwa Askofu Mbazicha Nickson Isaya wa kanisa la International Reformation Church ambalo tuko Kisukuru, Kisukuru Migombani, na hapo ndipo hedikota yetu ilipo. Kwa hiyo tunawakaribisha pia sfori